Msaidizi wa Rais Farouk Kibet amewahimiza wakazi wa eneo bunge la Malava kumchagua David Ndakwa, mgombea wa ubunge kwa tiketi ya chama cha UDA. Akizungumza katika eneo la Shivanga alipokuwa ziarani, Farouk aliukosoa upinzani kwa kile alichokitaja kama kueneza siasa za upotoshaji. Wakora watakuja kuwadanganya na vitina, lakini nyinyi mziwache maendeleo. Maendeleo ndio inatakiwa hao watu ya vitina watakuja wataenda. Nyinyi mkifikiria Wamunyora anaweza jenga Malava? Mtu anatembeanga na shares kwa mvuko atajenga ule mtu? Mimi nataka kusikia watu ya Malava, nyinyi mtasikiza hao wa kabila ama maendeleo? Naye gavana wa Kakamega Fernandes Barasa aliungana na Farouk katika kampeni za kumtetea Ndakwa. Alisema kwamba chama cha ODM kinaunga mkono mgombea wa UDA katika uchaguzi mdogo ujao. Tuko pia na projekti nyingi sana tunafanya hapa, lakini leo jambo la muhimu sisi tumekuja hapa kama viongozi wote wa mirengo tofauti na candidate wetu wa broad based kwa kura ya uchaguzi hapa Malava ni David Ndakwa, na tumekubaliana watu wa ODM na watu wote ambao wanapenda maendeleo, sisi tuko nyuma ya David Ndakwa. Kwa upande wake, Ndakwa aliwasilisha baadhi ya ahadi kuu katika manifesto yake, akiahidi kuzitekeleza ikiwa atachaguliwa tarehe ishirini na saba Novemba. Tumekuwa hapa na governor, tumekuwa hapa na mheshimiwa wenu tutahakikisha ya kwamba tuweka akili pamoja. Maendeleo ni kusaidia watu kwa wao kupita kwa njia mzu mzuri. Mambo ya stima, nitahakikisha ya kwamba stima inafika kwa kila nyumba ya mtu, hata nyumba ya nyasi. Wewe unafanya siasa ya maendeleo, wewe ni mtu ambaye ni jirani, ambaye ni jirani, anapenda jirani. Sisi tuna serikali ambayo iko mheshimiwa Samoei Ruto yuko kama Kampeni hizo zimechukua kasi huku viongozi wa vyama mbalimbali wakionekana kuweka kando tofauti zao za kisiasa kwa muda wakisisitiza umoja na maendeleo ya wakazi wa Malava. Nikiripotia mtazamo wa Dira runinga ya Tandao. Jina langu ni Florence Simiyu.